Yes. Uh, niko na engineer Moteki mwenyewe hapa. Nitaka nimuulize kitu kidogo hapa. Katika pitapita zangu kwenye ofisi yako engineer, nafikiri moja kati ya gari ambazo naona unazifanyia kazi inayojirudiarudia rudia, ni Mazda CX5. Unafikiri Uh, watumiaji wa Mazda hizi gari zina changamoto gani? Ni gari ina changamoto au ni watumiaji ndio kuna pahala wanakosea au issue ni nini yani? Kwa nini kuna kujirudiarudia kwa kushushwa kwa hii injini inayoonekana? yeah, hapa Mazda CX5 ya diesel kimsingi, kweli hapa tuna, tunashusha tuna injini nyingi sana za Mazda CX5 tena zikiwa na usajili wa hivi karibuni namba hii za kutosha kabisa. Okay. Sasa nafikiri changamoto sio kwenye gari, changamoto ni watumiaji. Wengi bado hawajapata elimu namna ya kudili na hizi gari okay. E, kwa sababu naona pia hizi gari zinatumika Ulaya, e, zinatumika, zinatumika Japan na ni gari ambazo kule hakuna kuna concern, okay, na hakuna hizo changamoto sawa. Yeah, lakini issue ya kwanza ambao ni wanaferi watumiaji wengi zinapokuja huku ni wanaidedicate kwenye matumizi gani hizi gari za diesel? Kwa kawaida ziko designed kwa ajili ya kutembea ku, ku trip ndefu okay. Sasa, ni heavy duty. Ni heavy duty sasa, hiyo mtu anaweza kafikiri ni kwa ajili tu ya, ku, ya ishu ya DPF ambayo ndio maarufu hmm, kwamba kupata time ya kuregenerate DPF hapana, sio hivyo peke yake, kwa sababu diesel engine, the number one killer ya diesel engine ni short trips trip kwa sababu gani? Kunakuwa kuna accumulation ya carbon okay. kwenye engine ambazo wazichomo, na kuna watu wana tabia kuziacha hizi engine idle kwa muda mrefu okay. wakiamini kwamba ni warm up, lakini kimsingi diesel engine unavyotakiwa kui warm ni bora uiwashe alafu uondoke nayo speed ndogo, kabla hujaanza kui, kui level high ila usiweke idle ukajua. So hii myth ya una unawasha gari unasubiri una sekunde kadhaa dakika kadhaa, kwa e, upande wa diesel engines, hiyo unakuwa unaharibu engine injini yako okay. ni bora uiwashe alafu utafute warm up stage kwa kuendesha kwenye low levels hmm. at least dakika kumi itafikia optimal operating temperature, alafu utaendelea kuikanyagia. Lakini hizi mambo unawasha gari unaisikilizia hmm. sababu unavyoisikilizia pale, jua kwamba <coughs> kuifikia optimal operating temperature ikiwa idle kwa diesel engine inakuwa ni changamoto sana. Kwanza kuna kitu kinatokea pale uh, ki, kuna kitu kinaitwa uh, fuel dilution. So, okay. mm. kuna mafuta ambayo yanakuwa hayachomwi vizuri ambayo yanachuruzika yanaanza kuingia kwenye oil kwenye oil kupitia chemba zile za uchomaji. Kwa hiyo anaenda kuharibu ile, okay. ku, ile lubricating property ya oil. okay. Over time unaendelea kui damage na hii kinachotokea ni kwamba mm -hmm. ni sleeve ndo ambazo zime zimepata zime shida hapo, kwa sababu oil inapanda juu sawa, okay. Kwa hiyo tunaenda kurebuild engine <coughs> na nigari ambayo ni muda mfupi. Kwa hiyo issue hiyo, short trips hiyo, uh, idling time, wanaziacha sana idle, sawa. mm -hmm. na kama unavyojua hapa foleni ni kubwa Dar okay. es Salaam wa Dar es Salaam. Kwa hiyo yeah. kwa kimsingi, hizo ni factor zote ambazo zinamhusu mtumiaji wa gari, sio gari. Gari halina ch halina changamoto yeah. Labda kuongezea tu kuna issue ya, issue ya service wana delay service sana watu na haweki oil ambazo ziko recommended okay, yeah, kwa sababu kiwa, ki, kiwango cha soot au carbon zitatengenezwa kiasi gani kwenye engine kina depend moja kwa moja kwenye quality ile hiyo. Ukiweka quality, yeah, okay. quality mbovu